Hakikisha umesubscribe kulike na kucomment. Yes, ni wakati mwingine tena tumeweza kukutana ndani ya chaneli yetu pendwa kabisa ya 4TV. Karibu sana ewe ndugu mtazamaji na msikilizaji, ambaye upo pamoja na mimi hivi sasa, na leo tutaweza kuziangalia na kuzifahamu sheria 17 ambazo zimewekwa kwa ajili ya mpira wa miguu, na tutaichambua moja badala ya nyingine na kuzielewa namna zinavyofanya kazi na kabla hatujaendelea, tafadhali hakikisha umesubscribe katika YouTube chaneli yetu ya 4TV ili kuendelea kuwa wa kwanza kabisa kupata habari zetu kwa wakati. Mpira wa miguu au soka ni mchezo unaochezwa na jumla ya wachezaji 22 katika timu mbili, yaani kila timu inakuwa na wachezaji 11. Na lengo hasa la mchezo huu ni wachezaji kuumiliki mpira kwa kutumia miguu na kufunga goli, yani kuingiza mpira katika wavu wa mpinzani mara nyingi zaidi. Sasa, ili mchezo huu wa mpira wa miguu uweze kukamilika, kuna sheria zake ambazo zimewekwa zikiwa na idadi 17, ambazo bila ya sheria hizo basi mchezo huo hauwezi kukamilika na kuitwa mpira wa miguu. Sheria namba 1 kati ya sheria hizi 17 ni sheria ya uwanja. Kwa kawaida, uwanja wa mpira wa miguu huwa na urefu wa mita mia hadi mita mia ishirini upana wa mita 50 hadi mita 60. Na kwa kawaida pia uwanja wa mpira wa miguu una alama za mistari ambazo ni pamoja na mstari mrefu pembeni mwa uwanja unaoashiria mwisho wa uwanja pamoja na mstari mrefu wa katikati ambao unagawa uwanja katika pande mbili zilizolingana, na hapo hapo katikati ya uwanja kuna mduara wenye nusu kipenyo ambacho huwa na mita 9.15 na pia kuna mstari mrefu upande wa goli unaoashiria mwisho wa uwanja wa na kuna nusu duara katika mkutanio ya mstari wa pembeni na mstari wa goli ambapo kwa kawaida huitwa kona. Sheria ya pili ni sheria ya mpira. Mpira wa miguu unaweza kutengenezwa kwa kutumia ngozi au plastiki na kikawaida mpira wa miguu huwa na kipenyo cha sentimita 68 hadi sentimita 70 na uzito wa gramu 410 hadi gramu 450 na ujazo wa 1.1 hadi 1.6. Sheria ya tatu ni idadi ya wachezaji. Mpira wa miguu huchezwa na wachezaji 22, kwa maana ya wachezaji 11 kwa kila timu. Wachezaji wa akiba wanaoruhusiwa kucheza ni saba, na kati ya hao saba wanaoruhusiwa kucheza uwanjani ni wachezaji watatu tu. Sheria namba 4 ni vifaa vya michezo ni muhimu sana katika mpira wa miguu kuwa na vifaa vya michezo, na kwa kawaida vifaa ambavyo huwa vinahusika ni pamoja na sare ambazo hasifanani na timu pinzani, wala mwamuzi wa mchezo au mlinda milango. Pia kuna viatu, kuna soksi, kitambulisho au kitambaa cha unahodha, nikiwa na maana ya captain. Pia kuna filimbi na daftari la kutunzia kumbukumbu za michezo, saa, kadi ya njano na nyekundu pia kuna ubao unaotumika kwa ajili ya wachezaji pamoja na kibendera kwa ajili ya waamuzi wasaidizi na nyavu za magoli. Sheria namba tano ni sheria ya mwamuzi. Mwamuzi ndiyo anayeongoza mchezo na kutafsiri sheria zote wakati wa mchezo, na ndiye anayetoa maamuzi ndani ya kipindi cha mchezo na kutoa taarifa ya mchezo unaochezwa. Mwamuzi huyo huyo ndiye msemaji na ndiye mwamuzi wa mwisho kabisa pale inapobainika kwamba sheria ya mchezo imekeukwa kwa namna yoyote ile, ikiwa ni pamoja na kutoa adhabu pindi mchezaji anapofanya kosa ndani ya uwanja. Sheria namba sita ni waamuzi wasaidizi, na hawa wanakuwa ni watendaji wakuu kabisa ambao wanakuwa ni wasaidizi wa mwamuzi mkuu wakati wa mchezo unapoendelea. Kazi yao kubwa kabisa ni kumsaidia mwamuzi mkuu kuhusu matukio yanaendelea nje na ndani ya uwanja. Sheria namba saba ni sheria ya muda. Kwa kawaida mpira wa miguu huchezwa kwa dakika 90 katika vipindi viwili, yaani dakika 45 kwa kila kipindi. Na baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza cha mchezo, mchezo husimamishwa ikiwa na maana ya mapumziko kwa muda usiopungua dakika 10 na usiozidi dakika kumi na tano. Pia kuna muda wa nyongeza wa dakika 30 ambao hutolewa kwa ajili ya kumtafuta mshindi endapo mshindi hakupatikana katika mchezo huo. Na dakika hizo huwa zina awamu mbili, yani dakika 15 kwa kila kipindi kimoja. Na baada ya kipindi cha kwanza tu, wachezaji hupumzika kwa dakika 5, kisha huendelea na kipindi cha pili. Sheria namba 8 ni sheria ya kuanza na kuanzishwa tena mchezo. Mpira huanzishwa kwa timu moja baada ya mwamuzi kuruhusu mchezo kuanza, na mchezo huo huanzishwa tena baada ya goli kufungwa au kosa kutendeka, ambapo mwamuzi hupuliza filimbi na hata kama mpira utatoka nje au mchezaji kuumia. Sheria ya tisa ni mpira kuwa nje na ndani ya uwanja. Mpira utakuwa nje ya mchezo iwapo utatoka nje ya uwanja au baada ya goli kufungwa, na pia mpira utakuwa ndani ya mchezo kama uko ndani ya uwanja au unaendelea kuchezwa. Sheria namba kumi ni namna ya kufunga goli katika mchezo wa mpira wa miguu. Goli litahesabiwa kama mpira utavuka mstari wa goli na kuingia katika eneo la wavu kwa kufungwa au kujifunga. Sheria namba kumi na moja ni sheria ya kuotea. Kuotea ni kitendo cha mchezaji kuzidi au kupokea mpira akiwa mbele ya wachezaji wote wa, wa timu pinzani na akiwa ndani ya eneo la timu pinzani. Pia mchezaji anaweza akawa katika nafasi ya kuotea, lakini asitafsiriwe kama ameotea endapo hajajishughulisha kabisa na huo mpira. Sheria ya kumi na mbili ni makosa ya utovu wa nidhamu. Hili ni jambo ambalo linakuwa lipo nje ya kanuni za kimchezo wa mpira wa miguu au mchezaji kuonyesha tukio lisilo la kiungwana pale anapokuwa nje au ndani ya uwanja. Makosa atendayo mchezaji, anaweza kuonywa kwa kadi ya njano au nyekundu na kutolewa nje. Kwa kawaida makosa yanayoonywa kwa kadi ya manjano ni kama vile kushika au kuunawa mpira bila kukusudia, kumsukuma mchezaji wa timu pinzani katika hali ya kutaka kuchukua mpira, kupoteza muda, kumvuta au kumshika mchezaji wa timu pinzani wakiwa katika hali ya kucheza mpira. Na makosa ya kadi nyekundu ni kama vile kutukana, kupigana, kucheza rafu kwa nyuma, kukaba kwa nguvu kwa kunyoosha miguu au mguu mmoja au yote miwili mbele wakati mchezaji mwingine anataka kupokea mpira au kucheza. Sheria ya 13 ni pigo huru. Pigo huru ni hali ya mwamuzi wa michezo kuamuru mpira upigwe kuelekea upande wa timu ya mtenda makosa. Wakati mpira unapigwa golini, wachezaji wengine wanatakiwa kuwa katika umbali usiopungua mita 9.15 au hatua zisizopungua kumi kutoka pale mpira ulipo. Sheria namba 14 ni pigo la penati. Hiki ni kitendo cha mpira kutengwa kwenye kisanduku cha mita 12 kutoka kwenye goli. Pigo la penati linawahusisha wachezaji wawili tu, yani ni mpigaji na mlinda mlango wa goli na wachezaji wengine wote wanatakiwa kuwa nje ya 18. Sheria ya 15 ni mpira wa kurusha, na hii hutokea pale ambapo timu pinzani watakapokuwa wameotoa wa mpira haihusiani na goal kick, na utarushwa mpira kuelekea katika lango la aliyotoa huo mpira. Sheria ya 16 ni pigo la goli, hii ni goal kick na hutokea endapo timu shambulizi ikatoa au kupaisha juu au pembeni ya lango ambalo linashambuliwa. Sheria namba 17 ambayo ndiyo sheria ya mwisho kabisa katika sheria za mpira ni pigo la kona. Baada ya timu ya shambuliwa kutoa mpira katika mstari wa goli, timu shambulia hupewa nafasi ya kupiga pigo la kona katika timu pinzani. Na katika upigaji wa kona, mchezaji anaweza kupiga moja kwa moja au kuanza kwa kutoa pasi na hizo zote ndizo sheria kumi na saba ambazo zinakamilisha mchezo wa mpira wa miguu. Na hapo, ndugu mtazamaji, ndipo tumefikia mwisho kabisa wa makala hii. Tafadhali hakikisha umesubscribe kwenye YouTube chaneli yetu ya 4TV Tanzania ili kuendelea kuwa wa kwanza kabisa kupata habari zetu pamoja na simulizi na matukio yote yanayoendelea ulimwenguni kote kwa wakati. Na mimi ni mwanahabari wako Abdallah Jumanne aka Dula J4 kutoka 4TV, asante sana na siku njema.